Karibu tena kwenye uchambuzi wetu leo um, leo tunaangazia kitu kizito kidogo lakini muhimu sana. Kitu kizito kweli kweli? Ndio, na chanzo chetu yani kinazunguka nukuu moja tu, lakini nukuu yenyewe ni shule kabisa. Inatoka kwa Jim Heidenreich, mkurugenzi mtendaji wa Stott Pilates. Huyo huyo. Na katika ulimwengu huu wa sasa, unajua, uliojaa fitness influencers hmm. Wenye vyeti vya wiki mbili hapo. Sasa wenye vyeti vya mtandaoni, swali kubwa ni hili, nini hasa kinamtofautisha mkufunzi wa kweli, yule anayedumu na yule anayeigiza tu? Swali zuri sana, na nukuu hii ya Jim eh, inajaribu kujibu hilo. Inasema hivi, elimu ya mkufunzi siyo semina ya mwisho wa juma au cheti cha kidijitali. Anaanza kwa kusema nini siyo hasa anaendelea ni zoezi la maisha yote linalojengwa juu ya ulezi wa kitaaluma kujisomea na hamu isiyoisha ya kujua jinsi mwili unavyotembea. hapo hapo, nukuu hiyo ndiyo kama ramani yetu leo, na tutaitumia kupitia uchambuzi wa Caroline Berger de Femynie kuelewa tofauti kati ya cheti na umahiri, na kati ya kuwa na jina la mkufunzi hmm, na... na kuwa na tabia ya mkufunzi hapo Yani, tunavunjavunja nini maana ya kuwa mtaalam wa kweli. Na ni muhimu sana, sivyo? Muhimu mno, kwa sababu kama Caroline anavyosema, nukuu hii inatukumbusha kwamba ufundishaji bora una kina cha kimaadili, sio orodha ya mambo ya kufanya unayotiki, na Jumapili jioni tayari umekuwa mkufunzi. Hapana, ni mchakato, ni safari. Sawa basi, hebu tuianze hiyo safari. Kati ya hizi nguzo tatu alizotaja, ulezi wa kitaaluma, kujisomea na udadisi, ile ya ulezi wa kitaaluma yani mentorship hiyo, mm -hmm. Ndio iliyonivutia zaidi. Caroline anatumia maneno makali sana anaposema bila hiyo, maarifa yote ni makavu na hayana uhai. Hebu tufungue hapo kidogo, ni kweli yaani anachomaanisha ni kwamba unaweza kusoma vitabu vyote duniani kuhusu mwili wa binadamu unaweza kujua kila musuli na mfupa, kila kitu kila kitu, lakini maarifa hayo peke yake eh, hayakufanyi kuwa mkufunzi. Yanahitaji mkubi wa kibinadamu Aha, na mshauri yani mentor, ndiye anayekupa mkumbi huo, anakupa zaidi ya mbinu, anakupa maadili ya kazi. Kwa hiyo sio tu kukuonyesha, hebu fanya zoezi hili hivi hasa, ni zaidi ya hapo kabisa. Cheti kinakupa nini cha kufanya lakini mshauri anakuonyesha jinsi, na muhimu zaidi, kwa nini. Hilo la kwa nini ni kubwa ni kubwa. Caroline anasema mshauri anakuona pale ambapo wewe mwenyewe hujioni, anakuonyesha jinsi ya kubaki imara unapojisikia chochoka, jinsi ya kuwa na huruma mwanafunzi anaposhindwa kuelewa, na anazungumzia upweke pia, upweke wa kitaaluma ule, hisia ya kuwa peke yako na matatizo yote ya wateja wako yeye ndiye anayekupa hekima ya vitendo, sio tu taarifa kavu. Unajua, hilo la kwa nini linaonekana kuwa kini maana, bila kujiuliza kwa nini, hata ule ulezi wa kitaaluma unaweza kuwa hatari, sivyo? Bila shaka, hapo ndipo Caroline anaonya kuhusu kuwa kama kasuku, unaeija tu kile mshauri wako anafanya bila kuelewa. Hapo sasa, na hapo ndipo nguzo ya pili na ya tatu zinapoingia, kujisomea na udadisi. Anasema bila kujisomea Mentorship inakuwa ni kuiga tu. Una kariri tu, una kariri. Na bila udadisi, vyote viwili mentorship na kujisomea vinakufanya uwe mfungo wa mazoea yako, unakuwa mgumu. Anazungumzia hatari ya kufundisha bila kujifunza. Hii ni kauli nzito sana. Inasikika kama kitendawili lakini ni rahisi kuliko unavyofikiria. Inanikumbusha mwalimu wangu mmoja wa zamani, aha, ambaye alitumia notisi zile zile kwa miaka ishirini. Alikuwa anakuja darasani, anafundisha lakini alishaacha kujifunza miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo alikuwa anafundisha, lakini hajifunzi. Hiyo ndiyo hatari Karolini anaizungumzia ugumu. Anatoa mlinganisho mzuri sana, anasema mkufunzi mgumu ni kama uti wa mgongo mgumu, unavunjika sehemu nyingine hapo. Napenda sana mlinganisho huo. Na kwenye ufundishaji, huo ugumu unajidhihirishaje? Unazaa masomo yele yale kila siku yasiyobadilika masahihisho yale yale yanayorudiwa bila kufikiri, hata kama hayafanyi kazi. Naelewa, unashindwa kuona upekee wa kila mwili. Unaanza kuona mgongo wenye maumivu badala ya Fatuma, mama wa watoto watatu, anayefanya kazi ofisini saa nane na anayeogopa kuinama. Hasa udadisi ndiyo dawa ya ugumu huo, ni ile sauti inayokuuliza je, kuna njia nyingine bora zaidi? Sasa hapa nadhani ndipo anapoleta ile dhana ya vitendo ya kujifunza kwa mzunguko mmoja na mzunguko mbili. Inaonekana hii ndiyo kama kipimo, sivyo? Ndiyo kabisa, hapo ndipo unapopima kama mkufunzi ana udadisi au ni mgumu. Sawa, mzunguko mmoja ni upi? Mzunguko mmoja ni rahisi, ni pale mkufunzi anaporudia sahisho lile lile kwa mwanafunzi tena na tena bila mafanikio, bila mafanikio. Mfano anaotoa ni kumwambia mwanafunzi imairisha nyonga yako, imairisha nyonga yako, na hakuna kinachobadilika. Hapo mkufunzi anadhani tatizo liko kwa mwanafunzi. Ngoja kidogo, kwa hiyo kimsingi anahamisha lawama, anahamisha lawama zote kwa mwanafunzi. Na hapo ndipo mzunguko mbili unapoingia. Hapo sasa mzunguko mbili unaleta mapinduzi, ni pale mkufunzi anaposimama na kujiuliza swali la ujasiri kwa nini sahisho langu halifangi kazi? Kumbe mtazamo unahama kutoka kwa mwanafunzi na kurudi kwake. Anaanza kuchunguza, kuchunguza nini hasa? chanzo halisi. Labda tatizo siyo nyonga, labda ni uelewa wa mwanafunzi, labda ni hisia, hofu au labda, na hili ndilo gumu kuliko yote, nini? Labda mimi kama mkufunzi, njia yangu ya kufundisha ndiyo haifai kwa huyu mtu. Huu ndio udadisi katika vitendo, ni kukubali kuwa huenda wewe ndiye unayekosea. Hii dhana ya mzunguko mbili inaonekana inatumika kila mahali, sio tu kwenye mazoezi, kila mahali. Ni kama meneja anayejiuliza kwa nini timu yangu haifanyi vizuri. Badala ya kuwalaumu tu wafanyakazi, ni kujiangalia wewe kwanza. Ni mfumo wa kufikiri unaoweza kubadilisha kila kitu, lakini unahitaji ujasiri mkubwa kwa sababu na kupambanisha moja kwa moja na kikwazo kikubwa kwa mtaalamu yoyote ambacho ni ego. Hapo umegusa penyewe. Caroline anasema wazi wazi, ego ni adui wa kudumu kwenye taaluma kabisa. Ego inataka uthibitisho wa haraka, kile cheti cha kidijitali, ile semina ya mwisho wa juma. Inataka kujisikia nimefuzu, nimefika, wakati kazi halisi inahitaji kinyume chake kabisa, kinyume chake inahitaji unyenyekevu wa kukubali kutojua. Inahitaji uvumilivu wa kukaa na ugumu na kutokuwa na uhakika. Kama anavyosema, cheti chako hakizungumzi kwa niaba yako unapokutana na mwili halisi, hasa unapokutana na mtu mwenye maumivu, wasiwasi au historia ngumu, cheti hakina maana hapo. Lakini ngoja, mtu anaweza kusema, ego kidogo ni muhimu, inakupa kujiamini mbele ya mwanafunzi, au vipi? Swali zuri sana, sidhani anapuuza kujiamini. Anachokikosoa ni ile ego inayotafuta uthibitisho wa nje na inayochukia kukosolewa. Aha. kujiamini kwa kweli kunatokana na umahiri, sio majigambo. Ni utulivu unaokuja kwa kujua umefanya kazi yako, umejisomea na uko tayari kusema sijui jibu la hili, lakini tutalitafuta pamoja. Hiyo ni kauli ya kujiamini sana, siyo? ya kujiamini, kujiamini sana sana. Ego kwa upande mwingine ingejifanya inajua kila kitu. Hilo linatupeleka kwenye swali la msingi sasa: nini kinawafanya baadhi ya wakufunzi wadumu kwa miaka ishirini thelathini wakati wengine wanaishia njiani baada ya miaka michache tu? Ndiyo, Caroline anasema siri ipo kwenye mambo matatu, na la kwanza ni hamasa ya ndani, yani intrinsic motivation. Hii inamaanisha nini hasa? Kimsingi anasema taaluma hii inawachuja watu wanaoendeshwa na sifa za nje. Ikiwa furaha yako inategemea likes kwenye Instagram au sifa za haraka utachoka. Kwa nini? Kwa sababu kazi halisi ya kumsaidia mtu ni ya taratibu, inahitaji subra na mara nyingi haionekani na wengi. Ni vita ya kimya kimya. Furaha inatoka kwenye mchakato wenyewe, sio kwenye matokeo ya kuonyesha. Sawa, kwa hiyo unahitaji kuwa na kwa nini sahihi, lakini motisha bila ujuzi ni kama ndoto tu. Hapo ndipo umahiri unapokuja, sivyo? Hapo sasa Jambo la pili ni umahiri halisi, ule umahiri unaojengwa kwa kujisomea na kile wanachokiita deliberate practice. Mazoezi ya kimkakati. Hiyo, mazoezi yenye lengo la kukuza ujuzi fulani. Unapojenga umahiri halisi unaondoa msongo mkubwa wa mawazo na ile hisia ya kuwa mhuni kazini, yani Imposter Syndrome. Unapojua unachokifanya, unafundisha kwa utulivu. Kwa utulivu na ujasiri unaotoka ndani Una haja ya kelele nyingi, sawa. Kwa hiyo una motisha sahihi na una ujuzi, uko tayari, lakini inaonekana bado kuna kitu kinakosekana. Bado kuna kitu kinakosekana. Unaweza kuwa na yote hayo, lakini kama uko peke yako, kama kisiwa, bado unaweza kuzama. Hiki lazima ndiyo kiungo cha tatu. Hicho ndicho kiungo cha tatu ambacho mara nyingi kinasahaulika: ni kuwa sehemu ya jumuiya. Caroline anasisitiza, mkufunzi mpweke anachoka haraka. Unabeba mizigo peke yako, unabeba mashaka yako peke yako, kesi ngumu za wateja peke yako. Jumuiya, iwe ni mshauri wako au kundi la wenzako, inakupa mahali pa kupumulia, pa kuuliza maswali ya kijinga hasa na pa kupata changamoto. Inakuzuia usichanganye mazoea yako na umahiri. Hili la mazoea linanikumbusha dhana nyingine muhimu sana anayoigusa: unyumbufu thabiti katika ulimwengu huu wa mitindo ya mazoezi inayobadilika kila msimu, kila siku kuna kitu kipya kabisa. Je, mkufunzi anabakiji kuwa imara bila kuwa mgumu na kupitwa na wakati? Unyumbufu thabiti ndiyo jibu lake. Anapendekeza uwe thabiti kwenye kanuni na mnyumbufu kwenye utekelezaji okay. It. Lakini utekelezaji unaweza kubadilika kabisa, njia za kufundisha kanuni hizo zinaweza na zinapaswa kubadilika kulingana na mwanafunzi aliyo mbele yako, vifaa ulivyo navyo au hata maarifa mapya ya kisayansi. Kwa hiyo usishikilie muundo, shikilia kusudi. Hapo umesema vizuri sana. Mtu asiye na unyumbufu thabiti anashikilia muundo wa zoezi badala ya kusudi la zoezi. Unyumbufu thabiti unakulinda usipotezwe na mitindo ya kabla na baada ambayo inapuuza afya ya muda mrefu. Sawa, hebu sasa tuzungumzie tembo aliyeko chumbani. Aha. Pesa. Mazungumzo haya yote ya kina cha maadili na safari ya maisha yote haya yeyuki unapokabiliwa na ukweli wa kulipa kodi na bili. Caroline anakataa mtazamo huo kabisa. Anasema maadili yanahitaji mazingira wezeshi ili aweze kustawi, yani ili uweze kujisomea kuwa na muda wa kufundisha vizuri na kutenga muda wa kuwa mshauri kwa wengine, unahitaji nini? Unahitaji muda, nafasi na rasilimali, na hivyo vyote vinahitaji usimamizi wa kiuchumi hasa. Mtazamo wake ni kwamba uchumi sio kuuza roho yako, ni usimamizi wa mazingira yanayoruhusu ubora kustawi. Tatizo sio kupata pesa, tatizo ni pale unapopata pesa kwa kusaliti uhalisia wa mwili, kwa kuahidi miujiza ya siku mbili. Hapo ndipo maadili yanapovunjika. Anamalizia kwa kauli nzito sana anasema imani ni mtaji. Imani ni mtaji, nguvu ya kauli hiyo. Na mtaji huo haujengwi kwa mwisho wa juma, unaujengwa kwa miaka, kwa kuwa makini, mgadisi, mnyenyekevu, mkweli. Hilo ndilo linalounganisha kila kitu tulichozungumza. Kwa hiyo tukirudi pale tulipoanzia, kwenye ile nukuu ya Jim Heidenreich, ujumbe mkuu unaonekana kuwa wazi sana. Kuwa mkufunzi sio cheo unachokipata na kukibandika ukutani, sio kabisa. Ni mazoezi unayoyafanya kila siku. Ni ni kitendo, sio jina. Ni mazoezi ya kila siku, mazoezi yanayolishwa na ulezi wa kitaaluma kwa sababu huwezi kujiona mwenyewe kikamilifu, yanayolishwa na kujisomea kwa sababu ujinga unaumiza wengine na udadisi. Na yanayolishwa na udadisi kwa sababu udadisi unakuzuia usikauke na kuwa mgumu. Anatoa onyo kali: ukizipuuza hizi nguzo tatu unajenga wataalamu dhaifu, na ukiyakumbatia unajenga wataalamu imara na wenye kudumu, wenye uwezo wa kuhudumia, kubuni na muhimu zaidi, kubaki binadamu katika kazi yao. Na kama kawaida, tunapenda kukuachia wewe na wazo moja la mwisho la kutafakari. Mwishoni mwa mahojiano, Caroline anaulizwa swali la kibinafsi: baada ya miaka yote hii, ni nini hasa kinachokufanya uendelee kuwa na huu udadisi usioisha? Jibu lake ni la kina na la kunyenyekeza sana. Anasema ni ukweli kwamba mwili haudanganyi kamwe, unakurudisha kwenye ukweli daima, na ukweli ni shule isiyo na mwisho. Shule isiyo na mwisho, anasema, kila mwanafunzi ni fursa ya kukutana na ukweli, kila changamoto ni utafiti. Hili linaibua swali muhimu ambalo tunataka kukuachia katika taaluma yako au hata katika maisha yako binafsi. Ni ukweli gani usiokubali uongo unaokufanya uendelee kuwa mwanafunzi?